Bismillahir Rahmanir Rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ne... ni katika harakati za kumfahamu zaidi Shekhe Juma bin Hassan Mpondo na kukuwasilishia wewe yanayomhusu, tunajaribu kuwauliza ama kuwazungumza na watu ambao kwa namna moja ma nyingine walimfahamu vizuri Shekhe Juma bin Hassan Mpondo ili na mimi tuweze kustafidi biidhnillahi ta'ala. Leo niko na Ee, mzee wetu hapa mzee Ali Kinga Shamte. Huyu yeye Shekhe Juma ni kama kaka yake kwa sababu walioa katika nyumba moja. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo anayafahamu kutokana na umri wake, miaka yake yupo na Shekhe Juma, kuna mengi ninaamini kwamba tunaweza tukayafahamu. Mzee Ali, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lengo letu ni kumfahamu Sheikh Juma bin Hassan na wakati yuko hai, tangu kijana ulikuwa pamoja naye. Naweza kusema katika utu uzima mmekuwa pamoja, mlioa katika nyumba moja, ko kuna namna fulani unamfahamu. Hebu tuambie, kabla ya wewe kuoa, Sheikh Juma ulikuwa unamfahamu vipi? Ulimfahamu kama nani na yepi uliyajua kumhusu? Eh, ki kwa dhati nakumbuka kabisa kwamba Sheikh Juma nimeanza kumwona akiwa kama kijana ambaye alitokea Sepuka alikuja, alikuja mjini, mimi nikiwa mjini, kwa sababu mimi nimekulia mjini Mitunduruni. Wazazi wangu bibi zangu wame, wame, wamekulia pale nimewakuta pale, ila mimi babangu ametokea Ilongero Ngero. Lakini katika kumwona Shehe Juma nimwona akiwa mwanafunzi wa katika madrasa katika madrasa kadiria ambayo ilikuwa inaongozwa na Shekhe Khaldi Swedi. Tulikuwa tunasoma soma wengine lakini baada ya hapo, yeye aliendelea kusoma akawa miongoni mwa watu ambao walionekana wana nuru ya dini. Mimi nikawa nimeondoka nimekwenda kufanya kazi zingine nikawa, pat, nikasoma katika elimu ya dunia nikaenda kusoma Tanga nimemaliza elimu ya yangu kule, baadaye nikapata ajira ya utumishi katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Kila nilipopata nafasi ya kuja Singida, nilimwona Sheikh Juma akiwa katika harakati za dini. Yeye alibombea katika masuala ya elimu ya dini, na sisi tukawabombea katika masuala ya dunia, ajira za serikalini, lakini kadri tulivyokwenda yeye alionekana kama kioo cha Waislamu chetu katika umri wetu katika masuala ya dini. Baadaye kabla hata hatujakutana kwenye masuala ya mikuoa, alikuwa swaiba wetu kwa sababu alianza kuwa kiongozi wa dini. Alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa BAKWATA wilaya ya Singida akiwa katika harakati hizo, sisi tulikuwa tukija, tukienda Singida tunakutana naye na katika ibada zetu ya kufikiri kwamba tufanye vizuri lipi, alikuwa ni mmoja katika watu waliotushawishi sisi tutoe sadaka zetu katika kuimarisha Uislamu. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana naye katika ki, kilikuwa kiwanja sasa hivi ni, ni, ni msikiti. Ni msikiti mkubwa tu ambao ndio msikiti mkubwa unaoongoza kwa ukubwa pale Singida. Msikiti wa Takwa. Wakati ule ilikuwa ni eneo la wazi. Yeye ndio alishiriki kwa kiasi kikubwa kutushawishi sisi kuwatafuta watu Waislamu wenzetu ambao walikuwa wana uwezo ili waweze kutoa sadaka zao kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nakumbuka mara moja ambayo na mimi nilikuwepo, nilikuwa mimi Faridi Mohamed Motoisi walikuwa walikuwa ndio wanafanya biashara wa usafirishaji. Tulikutana pale na baadhi ya jamaa, yeye ndiyo aliyetumobilize, tukaenda kuweka jiwe la msingi pale, kabla haja kuchangia ili kuja kuweka jiwe la msingi ambalo lilikuja kuwekwa na shekhe wetu mkuu marehemu Ali Hassan Mwinyi. Yote hiyo ilikuwa ni usimamizi wake yeye kama kiongozi kama, kama mwenyekiti wetu wa Bakwata wilaya ya Singida. Baadaye mimi katika kumwonaona na kupenda nikaona kuna binti pale kwa shehe ambaye anaishi ndani, tukajua shehe analea vizazi vizuri. Huyo binti aliyoko pale, ingefaa vizuri ni mwoe mimi, kwa sababu anatoka kwenye nyumba yenye dini Baada ya kuchunguza nikagundua kwamba ni mdogo wake toka nitoke, na marehemu Shehe Juma. Nashukuru alhamdulillah, kupeleka barua kapokelewa vizuri, yeye akiwa msimamizi, kwa sababu yeye ndio alikuwa anamlea hilo binti, ambaye ni mdogo wake na mke wake, e, ya, shemeji yake, mdogo wake toka nitoke na mke wake. Basi wakanisimamia, nimeoa kutoka kwenye nyumba yake. Baada hapo, udugu wetu ukaongezeka nguvu, ikaongezeka ya udugu wetu, tukawa karibu zaidi na Sheikh Juma. Kwa hiyo katika mema mengi ambayo alikuwa akiyafanya nikiyaona, sasa amekuwa msimamizi mkubwa, amekuwa kipenzi kikubwa na Waislamu wa Singida. Katika umri wake aliodumu kama kiongozi wetu, Mwenyezi Mungu alimsaidia alimbariki akampeleka mpaka kusoma Misri. Ni mmoja ya vizazi vya Singida wachache waliopata nafasi ya kwenda kusoma nje na kuja kuueneza elimu hiyo kwa Waislamu wa Singida, yeye ni mmoja wapo. Kwa muda niliyomuona, hata baada ya kuwa karibu kuwa kaka yangu, sikuwahi kumwona akihamaki hadharani. Sikuwahi kumwona haswa leo shehe Juma kachukia. Hapana, Mungu alimjalia subira, alimjalia upendo mpaka alipomchukua. Lakini katika masuala ya kawaida aliwapenda watu wote. Kwa wale ambao walikuwa hai wakati anaondoka, walishuhudia mazishi yake, alizikwa na watu kutoka nje ya nchi pia, kwa sababu alikuwa kipenzi cha watu katika kipindi. Samahani kidogo, katika kipindi cha uhai wa shekhe Juma mm. kabla hajafika kwenye kifo chake mm. yeye alikuwa mtu wa kawaida mm. ni shekhe huo mm. alikuwa mtumishi wa serikali mm. tena katika upande ambapo E, mtu akikutizama anaweza akaona huyu ni mtu sahihi wa kumweleza changamoto na kesi kesi zangu, mm. anaweza akanisaidia. Shekhe Juma aliwahi kukushtakia juu ya changamoto zozote ambazo yeye aliamini wewe ndio unaweza ukazitatua, labda kwa mazingira na nafasi uliokuwa nayo? Na kama aliwahi, ilikuwaje? Shekhe Juma, kusema kweli, hajawahi kunichajia changamoto, ila Shekhe Juma hakuwa ombaomba omba. Shehe Juma alikuwa siku zote anabuni atapataje riski zake nje ya kwenye dini. Ndiyo maana nakumbuka alichowahi kuniambia wakati fulani, alikuwa anafikiria kuanzisha mradi wake wa kumpatia riski huku anayemtumikia Mwenyezi Mungu. Alifungua, alikuja tukazungumza tena, wakati huo nimehamia hapa akaanzisha kiwanda cha kusaga nafaka, kiwanda ambacho alikiacha na namshukuru Mwenyezi Mungu, watoto wake nao wamekiendeleza. Lakini kunishtakia mambo yoyote, wallahi, mimi sikumbuki. Katika nyakati zetu leo, mzee wangu yeah. eh, si wote yeah. ila baadhi Kiwa una urafiki na mtu wa serikalini una urafiki ya uh, kiongozi fulani labda katika jeshi au katika nini, nakuwa najiamini sana. Allah niepushe na hilo mm. Lakini nakuwa najiamini kiasi ya kwamba naishi kibabe mtaani, mtu akinigusa najua kabisa kuna mtu fulani namtegemea. Sasa wewe, mazingira hayo ulikuwa unaonaje, wakati wewe upo humu kwenye utumishi wa serikalini, yeye ni mtu wa kawaida. Kuna namna mnaweza mkalindana kwenye baadhi ya changamoto. Unafikiria yeye alikuwa na kutegemea kwa kiasi gani kwa nafasi uliyokuwa nayo? Kusema kweli mimi hakuweza kunitegemea lolote kwa sababu kazi niliyokuwa naifanya mimi nilikuwa mwanajeshi. Ni mlinzi wa taifa. Sina namna yoyote labda naweza nikamsaidia huku huku, kazi yangu mimi nilikuwa ofisa wa jeshi la wananchi. Kwa hiyo mambo yangu yote yalikuwa ni ulinzi wa taifa na wananchi. Kwa hiyo mambo ya kusema yeye ananisaidia labda kakamatwa polisi, mimi nikazungumze, ile ilikuwa ni tofauti kabisa na ajira. Ndio maana hata leo, mwanajeshi huwezi kumkuta anahangaika, kwenda polisi kwenda nini. Sisi tuliishi kwa kuheshimiana kama familia. Kwanza tulikuwa ndugu kabila moja familia moja Sepuka, na Ilongero na Singida, wote ni wazawa. Kwa hiyo tulipendana, tulisaidiana yale ambayo yalikuwa ndani ya uwezo wetu, lakini hajawahi kunitumia mimi kumpa msaada wa jambo lolote, kwa sababu kwanza sikumbuki aliwahi kuwa na shida gani zaidi ya yeye mwenyewe alikuwa anajihangaikia. Ni kuonyesha kwamba eh, himaya yake kubwa ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa hamtegemei mtu kwa sababu yuko serikalini yuko sehemu fulani labda na ukinigusa, uh, mimi na watu kule, alikuwa uh, anamtegemea Mwenyezi Mungu zaidi. Hilo mimi naweza kusema ni sahihi, kwa sababu mimi nilikuwa na nafasi nilikuwa nakuja pale na magari ya jeshi kombati zimejaa pale, napigiwa saluti na kila, kila askari, watu wanajua leo fulani huko Msingida. Nilikuwa nikifika mjini Singida, watu watu wanajua leo Shamte kaja, sababu nami nimetoka hapo hapo, alafu ni ofisa nimevaa. Kwa hiyo, lakini yeye alichofanya ni kwamba tuliheshimiana kama ndugu yake na alinipenda kusema kweli, kwa sababu na mimi nilimpenda Mashallah. mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akamchukua, na ndio wanadamu sote, mwisho wetu ni huo, marejeo yetu ni hayo, lazima kila mmoja atakufa. E, tukio hili wewe ulilipokeaje? Ingawa kila mtu hupokea tukio la msiba kwa huzuni, lakini kuna namna akiondoka mtu ambaye unamtambua katika nafasi fulani, kuna namna mawazo unakuwa nayo na, na, na tamaa fulani na shauku wewe ulilipokeaje tukio hili la kuondoka kwa Shekhe Juma bin Hassan? Wallahi, tukio la kuondoka kwake, kwanza tumwombee Mwenyezi Mungu wa mhifadhi, kwa sababu mimi nilijifunza, niliomba na mimi alau niondoke kama alivyoondoka Sheikh Juma, na mpaka leo bado naomba dua niondoke kama alivyoondoka Sheikh Juma. Sheikh Juma aliondoka akiwa, wa, akiwa hanungunikiwi na mtu yoyote zaidi ya kuwamba aliondoka wakati Waislamu bado walikuwa wanahitaji msaada wake wa kidini. Mimi nilisikitika kama wanavyosikitika wengine kwa kusema inailahi wainailahi rajiuna, lakini nilijua kwamba mtu akiondoka kwa mema Mwenyezi Mungu anampokea kwa wema. Tunaamini mpaka leo hivi hapa nilipo kwa uono wangu nilioishi naye na kwa maisha aliyoishi na sisi na wale waliokuwepo duniani, Sheikh Juma amepumzika kwenye bustani ya peponi. Mashaallah, na Mwenyezi Mungu ajalie aajali hivyo hivyo. Una, una jambo gani ambalo katika maisha ya urafiki na nini? Huwa kuna vitu anaweza kuvifahamu mtu fulani tu hmm. E, kwa sababu tu alikuwa naye kwenye mazingira, vitu gani ambavyo au kitu gani ambao unahisi kuwa unatamani na sisi tukijue. Pengine unahisi ni wewe peke yako, huenda ndo unakijua au unakikumbuka katika urafiki wenu, ndugu wenu, ukuwaji wenu, wewe na Shekhe Juma bin Hassan. Ah, kwa kufikiria kitu gani ambacho inawezekana mkijui, mimi nadhani Shehe Juma hakuwa na siri kubwa zaidi ya kumsabihi Mwenyezi Mungu. Alituhusia siku zote tumjue Mungu tumjue Mtume na mawaidha yake yalikuwa ndio siri zake. Kila alilolisema Shehe Juma lilikuwa jipya, kwa sababu yeye ndio alikuwa mmoja wa viongozi wetu tuliokuwa tunawajua, walikuwa wamesoma dini kikamilifu. Kwa hiyo hakuwa msiri, labda kwangu mimi sikumbuki, labda kama kuna mtu mwingine aki, mimi nilikuwa naye karibu, nilikula naye mkono kwa mkono, nilikushinda naye usiku wakati mwingine tulilala chumba kimoja, usiku kucha, yamelala hapa mimi nimelala hapa, tunaongea tuna chati, tunalala katika safari zake. Lakini sikumbuki kitu gani ambacho aliwahi hari, kuniambia ambacho nahisi mpaka leo watoto wake, warisi wake hawakijui. Alikuwa mwadilifu, alikuwa anapenda kucheka na kufurahi na watu Mashallah sasa hivi miaka yetu sisi, e, wanafunzi wa Shekhe Juma bin Hassan tukaona turejeshe heshima, ipo lakini tuifanye ifanane na hadhi yake. Tumeamua kuwakusanya wanafunzi na fansi wote wa Sheikh Juma bin Hassan kwa e, kuwa mwanaye yupo huku kanda wa Dar es Salaam wa pwani huku, tuanzishe hadhara, tuweke kumbukizi ya Sheikh Juma bin Hassan, kueleza watu Sheikh Juma ni nani na kutengeneza ile umoja wa wanafunzi wa Sheikh Juma, wapate sehemu ya kukutania pamoja, ya kuambiana kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu, kutambulishana, kufahamiana, ili mradi lengo ni kuienzi ile kazi aliyokuwa akifanya Sheikh Juma. Wewe kama mzee wetu, lakini pia Sheikh Juma alikuwa ni ndugu yako, ni mtu ambaye umetangulia kumfahamu kuliko sisi e, uimara wake katika dini, ushujaa wake katika dini, shauku yake katika dini, dini una